Hello everyone. Welcome back to my channel. So tuko na very nice video ya Zuchu akiwa anamuaga Diamond. Diamond ana safari zake na timu yake anaelekea Uganda. <laughs> Kwa hiyo Zuchu wetu hapa kwa mahaba yote alikuwa anamsindikiza zake Diamond. By the way, leo tunajua kuna pati eh, kuna pati ya Zuchu akiwa anazindua video ya nyimbo yake Lollipop. Yeah, lakini ndio hivyo, mume ana kazi, mke ana kazi, kwa hiyo hapo kaenda alikuwa anamsindikiza. Nataka niwekeni hapa hii musikie, then tutaendelea na vituko vya kwenye jet. Kama kawaida, Diamond Platnumz anasafiri na private jet. Eh, huyu ni wa juu, lazima aende ki juujuu tu. Okay, nataka niwekeni hapa mumsikie Zuchu akiwa anamwaga Diamond. Umeona caption alioandika Zuchu. Hapana, niacha mtoto nga wabana, ni ato, ntoto. E jamani, makumbato! Mnaona jamani watu wanavyopendana, watu wanavyokumbatiana, penzi hilo moto moto moto. Haya sasa, washaagana hapa. Diamond Platnumz kashuka zake kwenye ndinga mandinga, hapo yamejaa ameaona hapo, ehe, kwa sababu ana timu yake hiyo hawezi kuiacha, anaelekea kupanda zake private jet Haya jama, na huyu nani? Na huyu ni Noel <laughs> stylist wa Diamond Platnumz, yupo pamoja na yuko sambamba naye siku zote, hawezi kumwacha yeah, akitaka alok good basi, stylist wake lazima awe pembeni. So, my people, nataka niwekeni ni hapa mumsikie Diamond nini alikuwa anaongea wakati yupo kwenye jet, alikuwa anaongea nini na timu yake. Timu yake kama tunavyoiona hapo mm, kuna, kuna nani, kuna Noel, kuna dansa wake, kuna Salam SK kuna bodyguard wa sasa hapa. <laughs> Nataka musiki alichomwambia Onesmo hapa jamani. Diamond, hey, mtacheka hii. Okay guys, enjoy hii video wakati wako zao kwenye jet, wana have msosi, wana have stories. Enjoy, sikilizeni vizuri hapa. <coughs>

<coughs> Well guys, mmemsikia Diamond anavoa akiwa na timu yake, yuko very close na timu yake, yani hajakaa kama vile mimi ndo bosi, basi nijikeep distance hawa wengine tena, no. Mnaona hapo wamekaa wote, wana have food and everything. Ok, sikilizeni na hiki kipande chingine cha damon akiwa anaongea na timu yake, enjoy guys. Jamani, Onesimo kaamka, si mmemwona? Anachoka jamani, usingizi kidogo ulimpitia, naye ni binadamu. Naye anachoka. Okay guys, sasa angaliani tena hii video ambayo wame wameshashuka. Eh, hebu tuiangalie hapa. Then nitaendelea na kuongea. Well, washa shuka zao kwenye jet, wamebebewa mabegi yao hapo, ndiyo Uganda k eh. Sasa so nice. Okay, so, so, wanaelekea huko wanapoenda, maybe wanaenda kufikia kwenye hotel hapo, ndo walikuwa on the way well, well, sasa hivi lazima heshima iwepo Diamond, eh, safari zote anazoenda yeye ni mwendo wa jeti tu, yani ni jeti kwenda mbele, si mnaona enyee, kaika maninga yake hapo pembeni, anashuka anaingia kwenye, kwenye private. Kuna watu walitaka kumshusha kwamba yeye ile ndege eh, jeti alienda nayo kwa kwa Nigeria kwa kina JPs imekodiwa wakataka kumshusha, akasema ni waonyesheni mchezo unavyoenda. well, Simba the one and only people to me understand their assignment. Yani imepita kabisa, tumekuelewa we ni mtu aina gani eh, tunaelewa hiyo Simba aheshi miwe big time monapo Uganda chap kashafika sasa tusubirie kitakachoshushwa huko. Uganda ni kitu gani? Eh, we need to wait and see. Well, on my side I'm so excited and I can't wait and eh, natamani nione. And most of all natamani kuona ya Zuchu. Yaani ya Zuchu ndo namba moja then time. Sisi mnajua kuna party ya Zuchu leo eh. Sasa asilale mtu. Naomba msilale jamani, tushuhudie party yako premier eh a Lollipop by Zuchu. Lollipop video by Zuchu Club huko, kwa hiyo leo hey, mke na mume wote wako kazini. Si mnajua weekend hii, hata weekend hii. Last weekend pia walikuwa wote kazini, this weekend pia wako wote kazini. hivi ndio ninavyotakiwa. Huyo anatafuta huyu, anatafuta huko e, mwisho wa siku kitu kinaletwa mezani, well, drop your comment kuhusu hii video umeonaje eh ya Diamond Platnumz na Zuchu kuwa pamoja. Zuchu kaenda kumuaga Diamond and so on. Pia usisahau kusubscribe kama ulikuwa huja subscribe, put on your notification. Leo kuna mambo matamu sana, na si ya kukosa hata kidogo. So make sure e, eh, unaweka on notification yako. Pia usisahau ku like hii video, thank you so much guys.